Habari za kutwa nzima leo, karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa tatu usiku wa leo ukiwasilishwa nami Godfrey Kazinja. Mpaka ilipotimia saa tatu asubuhi ya leo, kiwango cha juu zaidi cha mvua kimeweza kuripotiwa katika kituo kilichopo Mtwara kwa kuripoti mvua kiasi cha milimita 129.4. Na mifumo ya upepo kwa siku ya kesho inatoonyesha, upepo kwa ujumla unatajwa kwa wastani katika maeneo mengi ya nchi. Mtawanyiko wa viashiria vya mvua ni katika maeneo mbalimbali ya nchi kwa usiku wa leo mpenzi mtazamaji, ni matarajio yetu, ukanda wa ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, mikoa iliyopo katikati mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua na ngurumo katika maeneo machache. Nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini, ikihusisha na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua katika maeneo machache. Kwa siku ya kesho ni matarajio yetu, nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua, huku ukanda wa ziwa Viktoria, magharibi mwa nchi, mikoa iliyopo katikati mwa nchi, pwani ya kusini pamoja na mkoa wa Morogoro kutoja kuna hali ya mwengu kiasi pamoja na mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua nyanda za juu kaskazini mashariki pwani ya kaskazini na hali ya mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania ikitoa angalizo la matarajio, kuna vipindi fupi vya uwepo wa mvua kubwa hususan katika maeneo ya pwani ya kusini, kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na mkoa wa Ruvuma. Ni vyema mwananchi wa maeneo husika kuwa makini na angalizo hilo. Ni kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Hatuna la ziada, tafadhali tukutane tena hapo kesho mida na nyakati kama hii. Asante na nikutakie usiku mwema.